Mchezo wa uh, ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi wa kwanza kwa klabu ya Simba umetamatika kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa na Simba Sports Club akipoteza mchezo kwa bao moja kwa sifuri. Tuko na Charles Abel kisu hapa, mchambuzi wa soka tunapiga naye story mbili tatu, kujua ni sehemu gani ambapo Simba Sports Club hii leo wamefeli baada ya kuwa na kauli ya kwa Mkapa hatoki mtu, lakini leo Petro de Luanda wametoka. Ilikuwaje, mambo vipi Charles? Tuseme pole kwa matokeo haya, kwa sababu ni timu za Tanzania hizi ya yeah, of course sio matokeo mazuri hasa uh, ukizingatia ni mechi ya kwanza ambayo wawakilishi uh, wetu Simba walihitaji kupata ushindi ambao ungewaweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa kundi lake, lakini ndo wamejikuta wamepoteza dhidi ya Petro Luanda ya Angola. Of course ni mchezo ambao Unaweza ukaona ni kwa namna gani ambao umewafundisha Simba kwamba hii ni hatua ya makundi ya mashindano ya klabu Afrika, hatua ambayo unakutana na wapinzani bora. Unakutana na wapinzani bora ambao unakutana na kama utashindwa kutumia makosa yao, wao wanaweza kutumia makosa yako wewe, na ndio kilichotokea katika mchezo wa leo. Kipindi cha kwanza kilikuwa cha Simba na kipindi cha pili kimekuwa cha, cha cha cha cha Premier Petro de Luanda wameweza kukitumia, wamepata ushindi wa ugenini ambao kwao unaweza kusema ni una faida kubwa. Tumekiona kikosi kilichoanza first 11 na wanamwita uh, Dimitri Pantev kocha wa matatu mengi ameanza bila kuwa na uh, mshambuliaji asilia kwenye kikosi cha leo, lakini pia tukitazama tukitazama nyuma dhidi ya JKT pia alianza vile vile na akapata ushindi uh, ambao haukuwa tuseme ni ushindi, ushindi mkubwa kwa Simba Sports Club moja kwa sifuri dhidi ya JKT Tanzania. Ulivyoona kikosi, kitu gani uliki kilikuja kwenye akili yako? Mchezo, mchezo wa Jeketi nadhani alianza na Steven Mukwala. Aa, lakini ukitazama e, ukitazama mchezo wa leo nadhani lengo ilikuwa ni kwa namna ambavyo ukiwatazama wachezaji wa uh, Petro Luanda ni wachezaji ambao wanaonekana wana, wanapata changamoto wanapokutana na, na, na wachezaji ambao maumbile yao ni, ni, ni madogo. Na, na hata ukiangalia kipindi cha kwanza kuna nafasi nyingi ambazo zitengenezwa kutokana na udhaifu huo wa Petro Luanda katika kukabiliana na akina Joshua Mutale, akina Morris Abraham. Ukiangalia faulo nyingi walizifanya sana, faulo nyingi karibia na lango lao. Sasa pengine nadhani ndio maana mwalimu aliamua kutoanza na, na mshambuliaji asilia. Pengine kwa hesabu zake aliona labda kwamba atakapoanza na wachezaji akina, akina Maema akina Morris e, akina Joshua Mutali. Pengine akijaribu kuili stab safu ya ulinzi ya Petro Luanda, na kama ukiangalia kipindi cha kwanza ndio walifanikiwa katika hilo, timu ikatengeneza nafasi ikashindwa kuzitumia. Though kipindi cha pili nadhani Simba waliingia katika mtego wa Petro Luanda, kwa sababu Petro Luanda walionekana kama wanajaribu kuipozesha kui, kui, kui, kui, kui, kui mechi, Simba wakaingia katika mtego huo wakaadhibiwa kwa, kwa shambulizi la kushtukiza. Kwa hiyo kama ambavyo nilisema awali kwamba hii ni hatua ya makundi. Hatua ya makundi unakutana na timu bora, timu ambayo inakustadi katika kila dakika unayocheza. Ukiangalia leo, Simba ilionekana game plan yake ni ile ile kwamba tukipata mpira tupige mpira mrefu nyuma ya mgongo ya, ya walinzi wa Petro de Luanda, ambao mwisho wa siku imeshindwa kuweka out. Petro de Luanda walivyoanza tofauti walivyomaliza, kwamba walionekana mwalimu wake kadri muda ulivyokuwa unazidi kucheza alikuwa anabadilika kimbinu. Nadhani wameadhibiwa Simba kwa staili hiyo. Kwa hiyo, upangaji wa kikosi kwa namna moja au nyingine ulikuwa na faida, lakini pia umekuja kuiathiri Simba baadaye. Kwa matokeo haya ya mchezo wa kwanza kupoteza ukiwa kwenye ardhi ya nyumbani, anakupa taswira gani ya Simba kwenye hatua ya makundi, ligi ya mabingwa barani Afrika? Aa, kwenye makaratasi ukiangalia msimamo wa kundi ulivyo, kila timu ina nafasi kwasababu bado kuna mechi tano na tofauti ya Simba na mtu ambaye yuko nafasi ya pili ni, ni ni pointi moja. Lakini unajua wasiwasi wasi mkubwa sio kufuzu au kutofuzu. Wasiwasi wasi wana, msingi ambalo Simba imeonyeshwa na Simba focus yao ni kwa namna gani wanabadilisha performance yao kutoka katika performance hii ambayo ilikuwa flop kwenye eneo la ushambuliaji, wamepoteza nafasi nyingi, kwenda katika performance ambayo itawakaratima matokeo, kwa sababu mpira wa Afrika sasa hivi umebadilika. Sio jambo geni timu kupata pointi tatu ugenini, sio jambo geni timu kupoteza pointi nyumbani. Ingewezekana leo Simba ingeshinda na bado ingewezekana pia isifuzu, na inawezekana leo imefungwa na bado inawezekana ikafuzu. Lakini kufuzu au kutofuzu itategemea na namna gani Simba itabadilika huko mbele. Kwa performance ya leo sishawishiki kwamba inaweza ikafuzu kama itakuwa na mwendelezo wa makosa wa, wa, wa haya ambayo imefanya katika mchezo wa leo. Umeona dalili za wachezaji kuto kujituma leo uh, wa, wachezaji kujituma. Unajua kuna muono wa benchi la ufundi na kuna muono wa sisi ambao tunakaa nje ya uwanja. Mimi ukiniuliza, mpaka sasa hivi nitaendelea kusimamia ukweli kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye anaigharimu Simba msimu huu. Hiyo ni kauli ambayo, kama washabiki wa Simba watakasirika, faini, kama watu wakasirika ni faini, lakini mchezaji kama Elie MPanzu sioni kile ambacho anakitoa kwa Simba, yani kwa levo ya levo na daraja ambalo Mpanzu ame, ame, ame, ameliweka ndani ya Simba, sioni hicho anachokitoa katika kikosi cha Simba. Lakini ukiangalia wachezaji wengine wanajaribu kidogo kujitoa kwa ajili ya timu, na mchezaji mwingine ambaye kidogo sijaona performance yake of course, ina, kwa daraja alofikia, naona Maema bado anaipunja Simba yaani kwa mchezaji ambaye ametoka klabu kama Mamelodi Sundowns na kile anachokionyesha ndani ya uwanja ni vitu vili tofauti. So ukiondoa wachezaji hao, naamini wachezaji wengine kidogo wanajitahidi kulingana na uwezo wao. Tumeona maingizo mapya kwa klabu ya Simba, vijana wadogo wanaotumikia timu ya taifa pia ya Tanzania. Uh, kuna Wilson Nangu, kuna uh ana sau tena yes, Morris Abraham lakini pia kuna Anthony Mligo, viwango vyao unavionaje kwenye klabu ya Simba? Ni ngumu sana mchezaji kutoka ndani kuingia kwenye klabu ya Simba na kuaminiwa moja kwa moja kama tunavyoona uh, inavyotokea kwa hawa wachezaji watatu. Hadi sasa hawa wachezaji wamefanya vizuri. Ukiangalia nango anamweka nje chamukanabwee, ni, ni mchezaji ambaye amecheza katika level kubwa, lakini leo nango anakuja anaingia kwenye kikosi maana yake nangu anafanya vizuri, vizuri na hata ndani ya performance yake unaona inaridhisha. Ukija kwa Morris Abraham tangu amejiunga na Simba, tangu amejiunga na Simba hakuna mechi ambayo amecheza chini ya kiwango. Hata mechi ya leo mi naamini Morris Abraham alikuwa ni mchezaji bora wa mechi, lakini ukija tena kwa Mligo ameingia katika nafasi ya mchezaji ambaye alicheza kwa muda mrefu Simba, mchezaji ambaye alionekana kwamba pengo lake pengine lingekuwa gumu kuzibika, lakini ukiangalia Mligo katika mechi ambazo amecheza ndani ya Simba hajaonesha kwamba labda ni mchezaji mgeni au labda ni mchezaji mchanga. Kwa hiyo kwao ni faida kubwa, kwa sababu katika umri wao na wameingia kwenye timu mapema, timu kubwa kama Simba, na wameweza kuhimili pressure na wanaonesha kiwango bora, naamini ni kitu ambacho kina faida kwao, lakini pia kwa timu yetu ya taifa, maana tunazidi kuongeza machaguo kwenye timu ya taifa, na hii ni encouragement kwa wachezaji wazawa kwamba Mpira umebadilika, nafasi zinakuja kwa kuonesha uwezo. Nafasi haziji kwa sababu wewe ni mchezaji mzawa au wewe ni mchezaji mgeni. Ukiperform, hakuna mwalimu ambaye anaweza akamweka nje mchezaji eti kwa sababu mgeni. Nimekutajia hapo kwa mfano, leo Nangu anamweka nje Chamu Karabwe, sitaki kuamini kwamba Nangu anapangwa eti kwa sababu ni Mtanzania, anapangwa kwa sababu anaonesha kiwango ndani ya uwanja. Morris Abraham anapangwa kwa sababu anaperform vizuri, sio kwamba anapangwa kwa sababu ni Watanzania au kwa sababu wao ni watoto. Kwa hiyo mimi naamini katika mtu kupewa nafasi kwa sababu ya uwezo, sio kupewa nafasi kwa sababu ya utaifa tuna timu nne, ligi ya mabingwa, mbili ligi ya mabingwa lakini pia mbili kwenye kombe la shirikisho. Kwenye kombe la shirikisho hii leo Azam FC amepoteza away, lakini pia jana Singida Black Stars na wao wamepoteza away. Jana Young Africans amepata ushindi akiwa ugenini, Simba amepoteza akiwa ugenini, ulionaje eh, akiwa nyumbani yes. Umeionaje Singida Black Stars? Azam nadhani hukuitazama kwa sababu imecheza mechi muda sawa na uh, mechi Simba. Nadhani nadhani Singida wamehukumiwa na uzoefu uh, unavyocheza na timu kama Sierra Berusdad, timu ambayo ina experience na mashindano kama haya, automatically kuna ile hofu ambayo unakuwa nayo, na ukiangalia jana, Singida walikuwa wanawakosa baadhi ya wachezaji muhimu kwenye kikosi chao, na hata aina ya mabao ambayo wamefungwa ni mabao ambayo unaona kabisa ni mpango mkakati wa Sierra Berusdad kwamba tuimalize mechi mapema, kwa sababu wa hawa watu ndio wanaingia kwenye mashindano bado hawajaleni na hata ukiangalia performance ya Singida kipindi cha pili kuwa ni performance bora zaidi. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi e, matokeo ya jana yanaweza akawa chachu ya Singida kufanya vizuri katika mechi zinazofuata, kwa sababu kuna kitu washaanza kujifunza kupitia mashindano. Lakini ukiangalia Azam wanapoteza leo kwa Maniema, kwa Maniama ya Kongo, bado wana mechi za nyumbani Uh, ukiangalia Wydad ni mlima mrefu lakini, wana mechi mbili dhidi ya Nairobi United ambazo naamini inawezekana wanaweza wakafanya kitu, na hata game ya nyumbani na wale wa Kongo wanaweza wakafanya kitu. So far kama ambavyo unasema, kwenye makaratasi timu zote zina nafasi, lakini nafasi ya kwako kwenda robo finali itachagizwa zaidi na namna gani timu zabadilika katika mechi zinazofuata. Kama performance zao zikiendelea kuwa chini, tusiwaaminishe kwamba wanaweza wakasonga mbele. Unajua wakati mwingine bora uambie watu ukweli kwamba performance ndio inaamua timu inaenda wapi. Kama una performance mbaya, historia haiwezi kwa kubeba kwenye mashindano. Kwa hiyo nadhani Simba, Singida, Azamu hata Yanga wenyewe wanatakiwa waongeze sana kitu kwenye mechi zinazokuja kwa sababu mechi hizi unakutana na timu bora ambazo hazikupi hiyo nafasi ya kujipanga ndani ya uwanja kwa muda mrefu. Leo unaweza ukaona dakika 45 za kwanza kila mtu zilivomalizika, alikuwa anaamini Simba anaimaliza mechi. Lakini angalia Petro de Luanda alivurudi kipindi cha pili. Yani unaona ni timu ambayo sasa inaamua kwamba sasa tunakuja na sisi tunaulizeni maswali Simba. Kwa hiyo competition hii ndio ambayo watakutana nazo kwenye mechi zinazokuja zote. Na sio Simba tu watakutana nazo Yanga, watakutana nazo Azam, watakutana nazo Singida. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu bado na, na, na shauri timu zetu zijipange zaidi katika mechi zinazofuata kwa sababu mashindano ni magumu. Huku unakutana na timu ambazo zina wachezaji ambao hawakupi nafasi ya wewe yani, wewe kuadhibu mara kwa mara. Asante sana. Isaya njoo mara moja. Hapa <laughs> kofia. Hamna kofia kaka, hamna kofia dada, hamna <laughs> kofia. Yaani huyu ana daraja gani ya kupima kofia yangu? <laughs> kofia kaka huwezi kunua mtwala, kofia zinatoka huko Tunisia, Al Algeria, Morocco. Ndio kofia kweli mm -hmm. Ngoja, ngoja nakuonesha picha ya mufti wa Tanzania <laughs> Sasa hapa hamna kofia? <laughs> kofia. Ndio. Akuonyeshe mufti hapa kofia yake afu unaambie zinaendana ziendani? Angalia, kaka, hata maziwa na tui yanafanana Diana. Ukiangalia, okay, tui unasema maziwa au ili hii almasi kumbe, chupa kipanda cha chupa. Unaona kofia ya mufti? Haya angalia hii. Angalia kitu cha Kaka iPhone? Ah. iPhone. Ah, sawa sawa. Hii kaka. Ndio kweli. Ah, ah, na nini, angalia angalia. Mwambie aonyeshe. Si unaona tofauti? Ah. Kaka, nimekuambia hii kofia ina inatofautiana nini na hii? Alama kwani? Wewe unajua? Hem, tu tuulize na mashabiki. Hapa kofia imo au imo? Ha, kofia imo. Kofia imo. Imo. Basi, basi mwandamizi kofia imo. Mimi nasema kofia imo. Anamuona aibu. Majaji wameamua, unasikia? Tungawaita watu kweli. Kofia imo. Gift Macha aje aseme. Edna Lema. Mtu waulize Edna Lema, Gift Macha, Carlos Mastermind. Hapa kofia imo au haimo? Watasema. Wewe ulize pale. Mi hey, kofia nimenunua Berkane anapajua. Basi. Basi. Nimenunua Berkane, Morocco. Hajawahi kufika huyu, mwezi wa tano Simba ilivyocheza na RS Berkane finali ya kwanza Ajayi kule ndo nimenunua hii kofia na nilinunua na kanzo kaka. Berkane ushawahi kufika? Hapana, kufika. Kufika. Nimepasoma kwenye geography. Wewe, unajua bei za huko? Kwenye geography najua. Wewe unajua, kwani hapo si tunaingia? Tunaingia labda, nataka ni buku hoteli bwana hapa labda Serena Tanzania, tunajua pale pesa yake. Wewe unajuaje kubuku hoteli sehemu ambako uendi? Ah, sio uendi na kuonyesha. Tuachie utani wao. Isadele pamoja na eh, mwandamizi Charles Abel kisu, mimi ni Diana Songa, nyuma ya kamera ni hatibu mgeja. Tulikuwa tukifanya uchambuzi na tathmini ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Simba Sports Club dhidi ya Petro de Luanda uliomalizika kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, Simba ikipoteza nyumbani kwa bao moja kwa sifuri. Lakini pia tumegusia kuhusiana na Azam FC, tumegusia kuhusiana na Young Africans ambao wamepata ushindi jana dhidi ya Farabat, lakini pia Singida Black Stars wakipoteza kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya CR Belouizdad. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, to follow, share, like na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali za kimichezo, burudani, lakini pia na taarifa za kijamii.